Wananchi mkoani Morogoro wamehimizwa kuzingatia matumizi sahihi ya dawa ili kuepuka usugu unaoweza kusababishwa na matumizi holela bila ushauri wa daktari. Wito huo umetolewa mkoani Morogoro na mfamasia kutoka manispaa ya Morogoro, Adam Saidi, wakati akitoa elimu ya afya kuhusu matumizi sahihi ya dawa kwa waendesha bodaboda na bajaji JUWATA, wafanyabiashara wa soko la Mawenzi pamoja na stendi ya mkoa wa Morogoro ikiwa ni katika utekelezaji wa kampeni ya kuelimisha umma iliyoratibiwa na Baraza la Famasi Tanzania kwa kushirikiana na elimu ya afya kwa umma katika utoaji wa elimu ya afya. Ukitumia dawa sio tu malaria, ukitumia dawa kwamba umeambiwa utumie labda kwa siku tano, kisha baada ya hapo ukaenda kupima ugonjwa ule ule ukaambiwa unao, kuna vitu viwili sawa. Aidha ile dawa ambayo umekunywa imeshindwa wewe kutibu, labda ilikuwa iko chini ya kiwango, na huko atutai kuingia sana, au wewe mwenyewe mwili wako umetengeneza usugu wa ile dawa. Kwa kuna vitu vile, lakini sisi tutadili na usugu wa, wa ile dawa, tutashumu kwamba huyu, hii dawa haijamtibu, huenda mwili wake umetengeneza nini usugu. Kwa hiyo utabidi ubadilishie dawa nyingine. Sio ajabu ukiona umetumia dawa kisha haujawa haujapona vile ambavyo umetarajia, sio ajabu sana, kuna vitu kama hivyo vya usugu wa mwili. Kwa upande wake mfamasia mwandamizi kutoka baraza la famasi Tanzania Bi Ana Temu amesema muhimu kufanyiwa uchunguzi kwanza kabla ya kujinunulia dawa, huku akisisitiza kwenda kwenye maduka ya dawa yanayotambulika na baraza la famasia Tanzania. Sisi rasmi tumekuja kuelimisha juu ya matumizi sahihi ya dawa, lakini pia tumekuja kuwasisitizia, sio kila duka mnaloenda kununua dawa linatambulika na mamlaka husika. Kwa uwepo wetu hapa leo hii ni kuwaambia pia, mnapoenda kununua dawa kwenye maduka ya dawa, hakikisheni yale maduka yamesajiliwa na baraza la Famasi, kwa maana kwamba tunaamini mtu ambaye aliyoko pale ndani anayetoa huduma atakuwa anauelewa atakuwa ni mjuzi na atakuwa amedhibitishwa na mamlaka kutoa ile huduma. Nao baadhi ya wa wananchi mkoani Morogoro wamesema elimu ya afya imewasaidia kwa kiwango kikubwa kuhusu matumizi sahihi ya dawa. Naitwa Majaliwa John Munyi. Nashukuru kwa elimu tuliyopewa, tulio wengi tumenufaika kwa sababu tulikuwa hatujui, ila kwa sasa hivi tunaweza tukawa pia washauri pia na wenzetu wa pembeni ambao hawajasikia elimu kama hii kwa kweli uongo zambi, mi mwenyewe nimenufaika pia. Kuna nilikuwa naelewa machache, lakini kwa sasa hivi nimekuwa na upana wa kuelewa kwama dawa, unaumwa muone daktari kabla ya kunywa dawa. Nimenufaika pia kwa kweli. Kama mtu akiumwa asitumie dawa bila kupima, takiwa muone daktari ndio atumie dawa, maana unaweza kuwa unakunywa dawa kila siku bila kupima ikawa ugonjwa sugu. Nashukuru kwa elimu tuliyopata kutoka Baraza la Famasi Tanzania. kwa jina naitwa Elizabeth. nafanya kazi ya parking Tarura. Nashukuru kwa ujio wa Baraza la Famasi, nimejifunza kwamba tusikurupuke kwenda kununua dawa bila ya kupima, na washauri kuwa ya kwamba wasikurupuke tu, kwenda kichwa kina muuma anaenda kununua dawa, anahisi kuumwa aende kwanza akapime kwanza ndo apewe dawa. Mimi naitwa Saidi Jafari Ntagunama. Mimi ni washukuru sana kutuletea elimu nyie wataalamu wa kutoka afya, kwa sababu sisi hasa, hasa ukizingatia kwa sisi ambao ni watu tunaishi vijijini, unakuta dawa nyingi tunazinunua, tunanunua dawa zisizokamilika dozi na hasa mara nyingi tunanunua dawa za kubahatisha bila kupima na wala bila kushauriwa na daktari, ili mradi tu tunazingatia yale mazoea ya kwenda kujinunulia dawa. Kama ni dawa ya kuharisha, unajua nikanunue, kanunue furajili au nikanunue thromasin. Sasa kwa hali hiyo kumbe nimekuta kwamba ndiyo maana unakuta hasa vijijini tunajaribu kutumia dawa za kununua bila mafanikio. Sasa kwa elimu hii ambayo nimeiona mmetuletea, nikirudi kijijini nitaenda kujaribu kuelekeza wenzangu ambao tunaishi nao kwenye mazingira magumu ya vijijini. Mimi Moshi Ngukuya Wene, kazi yangu mamalishi wa stendi ya JUWATA Morogoro, nimefaidika na elimu iliyotolewa juu ya matumizi sahihi ya dawa kwa ajili ya afya yangu, na washauri watu wasiende ovyoovyo kwenye madispensari bila kufata ushauri wa daktari na bila kuona ile nembo ilotolewa na serikali.